Habari za hivi karibuni zimejaa vichwa vya habari vinavyotisha vinavyozungumzia mvutano unaongezeka kati ya Israeli na Iran. Makombora yanarushwa vitisho vinatolewa, na ulimwengu mzima unatazama kwa pumzi iliyozuiliwa, ukijiuliza nini kitafuata. Wengi wanaona hili kama mgogoro wa kisiasa tu, mzozo wa kikanda. Lakini mimi nakuuliza leo, je, inawezekana tunaangalia kitu kikubwa zaidi? Je, inawezekana kwamba matukio haya yanayotokea mbele ya macho yetu ni mwangwi wa maneno yaliyoandikwa maelfu ya miaka iliyopita? Swali la msingi ambalo linapaswa kutusumbua mioyoni mwetu siyo tu nani alianza au nani atashinda. Swali la kweli ni hili. Je, vita hivi kati ya Israeli na Iran ni utimizo wa unabii wa Biblia? Je, Mungu katika hekima yake isiyo na kikomo alituonyesha ramani ya nyakati za mwisho na sasa tunaona vipande vikijipanga mahali pake? Wengi watapuuza, watasema ni sadfa tu, lakini kwa wale walio na macho ya kuona na masikio ya kusikia kuna kitu cha kina zaidi kinachoendelea. Katika video hii sitakupa tu maoni yangu, nitakufungulia maandiko. Nitakuongoza kupitia dalili tano za kushangaza, ushahidi usiopingika kutoka kwenye kurasa za Biblia unaolingana kwa njia ya kutisha na matukio tunayoyaona leo. Hizi siyo nadharia za kubahatisha, ni ukweli uliofichwa mbele ya macho yetu na ninakuahidi dalili ya tano itakushtua na kubadilisha jinsi unavyotazama ulimwengu. Kwa hiyo kaa nami, usiondoke. Safari yetu ya kinabii inaanza sasa. Hebu tuanze kwa kufungua kitabu cha Ezekieli sura ya 38. hapa nabii anaongozwa na Roho wa Mungu kuandika juu ya muungano mkuu wa mataifa utakaoinuka dhidi ya Israeli katika siku za mwisho. Miongoni mwa majina hayo tunakutana na jina la Wajemi. Uajemi ni jina la kale, jina la kihistoria la taifa ambalo leo tunalijua kama Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Biblia, maelfu ya miaka iliyopita, ilitaja Iran kwa jina lake la kale na kuiweka kama musika mkuu katika tamthilia ya siku za mwisho. Mungu kupitia nabii wake, aliona mbele akavuka milenia na akasema, tazama Uajemi. Na leo ni nani tunayemwona akiongoza mashambulizi ya maneno na vitendo dhidi ya Israeli? Ni Iran. Ezekieli anasema wajemi itakuwa sehemu ya kundi, wote wakiwa na ngao na chapeo. Hii inaelezea muungano wa kijeshi, ushirikiano wa kimkakati. Angalia ramani ya leo, angalia mtandao wa washirika ambao Iran imewajenga kuzunguka Israeli. Ni kama pete ya moto. Kila mshirika, kila kikundi kinapokea silaha, mafunzo na maelekezo kutoka Tehran. Wanatenda kama mikono ya Iran. Hii si siasa, ni unabii unaotimia. Tunashuhudia kwa macho yetu kile ambacho Ezekieli alikiona katika maono, ushirikiano ambao Biblia ilitabiri unaundwa mbele yetu. Sauti ya nabii kutoka zamani inasikika kwa nguvu kupitia vichwa vya habari vya leo. Swali sio tena kama Uajemi itashambulia Israeli, bali lini unabii huu utafikia kilele chake. Biblia inasema watakuja kama wingu la kufunika nchi. Hii inaashiria shambulio kubwa lenye nguvu nyingi. Fikiria mamia ya droni na makombora yaliyorushwa na Iran hivi karibuni hiyo ilikuwa ni onyesho dogo tu, kivuli cha kile ambacho unabii unazungumzia. Wakati ulimwengu unayadili mikataba ya nyuklia na vikwazo vya kiuchumi, sisi kama waumini tunapaswa kuwa tunaangalia saa ya Mungu ya kiunabii. Dalili ya kwanza iko wazi: Iran, yaani Uajemi ya kale, iko tayari kutimiza nafasi yake katika jukwaa la unabii wa Biblia sasa. Hebu tugeuze macho yetu kutoka kwa adui wa Israeli na tumwangalie Israeli yenyewe. Katika vita na migogoro yao, majina wanayochagua kwa ajili ya operesheni zao za kijeshi mara nyingi si majina ya kimkakati tu. Ni maneno yaliyotolewa moja kwa moja kutoka kwenye kurasa za Biblia. Hii inaonyesha utambulisho wa kina wa taifa hili na historia yake takatifu na hatima yake ya kiunabii. Fikiria hili. Wakati Israeli ilipozindua operesheni yake ya ulinzi dhidi ya makombora ya Iran, waliita operesheni mkono wa chuma, Operation Iron Shield. Lakini jina la Kiebrania walilotumia, Magen Barzel, lina maana nzito zaidi. Linatokana na maneno yanayopatikana katika maandiko yakizungumzia ulinzi wa Mungu kama ngao. Hii inaonyesha kwamba hata katika akili zao za kijeshi na kimkakati, wanajiona wakitenda chini ya agano na ahadi za Mungu wao. Katika Zaburi 18 mstari wa pili, Daudi anamlilia Mungu akisema, Bwana ni jabali langu na boma langu na mwokozi wangu, Mungu wangu mwamba wangu ninayemkimbilia, ngao yangu na pembe ya wokovu wangu na ngome yangu. Wanajeshi wa Israeli wakiwa wamevalia sare zao wanapigana sio tu kwa ajili ya nchi yao, bali wakiamini kwa njia fulani kwamba wanatekeleza wito wa kihistoria ulioandikwa katika maandiko yao. Hii inatuambia nini? Inaonyesha kwamba vita hivi si vya kimwili tu, ni vita vya kiroho. Kwa upande mmoja una Iran na washirika wake wakichochewa na itikadi kali inayotaka kuifuta Israeli kutoka kwenye ramani. Kwa upande mwingine una Israeli, taifa ambalo hata katika usekula wake haliwezi kuepuka mizizi yake ya kibiblia. Majina ya operesheni zao yanakuwa kama maombi, kama matamko ya imani kwamba Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo bado anawalinda. Kwa hiyo dalili ya pili ni hii: Israeli yenyewe inathibitisha asili ya kibiblia ya migogoro hii ni ushahidi kwamba hata katikati ya machafuko na teknolojia ya kisasa moyo wa Israeli bado unapiga kulingana na mapigo ya maandiko matakatifu. Sasa hebu tumwache nabii Ezekieli na majenerali wa Israeli kwa muda na tumwendee mwalimu mkuu mwenyewe, bwana wetu Yesu Kristo, katika Mathayo sura ya ishirini na nne. Wanafunzi wake walimuuliza swali ambalo linasumbua mioyo ya watu hadi leo, tuambie, mambo haya yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Swali hili ni muhimu sana na jibu la Yesu ni la kutisha na la wazi. Yesu hakutoa tarehe maalum, hakutoa kalenda. Badala yake aliwapa dalili, ishara za kutazama, kama vile mtu anavyotazama mawingu ili kujua kama mvua inakuja. Na dalili ya kwanza aliyowapa ilikuwa ipi? Alisema, "Nani mtasikia habari za vita na matetesi ya vita? Angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado." Hebu tulitafakari neno hili kwa undani: habari za vita na matetesi ya vita. Je, kuna maelezo bora zaidi ya hali ya ulimwengu wetu leo? Hatuna vita tu katika sehemu moja, tuna vita vinavyoendelea Ukraine, migogoro barani Afrika, na sasa mvutano huu unaochemka kati ya Israeli na Iran. Lakini Yesu alizungumzia pia mamatetesi ya vita, ile hofu, wasiwasi na vitisho vinayotangulia mapigano halisi. Hii ndiyo hali tunayoishi kila siku. Vichwa vya habari vinapiga kelele juu ya uwezekano wa vita vikuu vya tatu, juu ya matumizi ya silaha za nyuklia. Haya ni matetesi ya vita. Yesu alijua kwamba asili ya mwanadamu iliyoanguka ingeongoza kwenye migogoro isiyoisha. Lakini alielekeza kwenye ongezeko ukali na mzunguko wa vita hivi kama dalili ya kukaribia kwa mwisho. Ni kama maumivu ya uchungu ya mwanamke anayejifungua. Kwanza yanakuja kwa nadra na si makali sana. Lakini kadiri muda wa kujifungua unavyokaribia, yanakuwa ya mara kwa mara, yenye nguvu zaidi na makali zaidi. Vita na matetesi ya vita tunayoyaona leo ni kama maumivu hayo ya uchungu yanayoongezeka. Dalili ya tatu ni kwamba Bwana mwenyewe alitabiri hali hii ya ulimwengu. Hebu turudi tena kwenye kitabu cha Ezekieli sura ya 38 na 39. Hapa hatupati tu jina la Uajemi Bali tunapata maelezo ya kina ya muungano wa mataifa utakaokusanyika dhidi ya Israeli. Biblia inawita muungano huu jeshi la Gogu wa nchi ya Magogu. Wataalamu wengi wa Biblia wanaamini kwamba Gogu anawakilisha kiongozi na Magogu pamoja na mataifa mengine yaliyotajwa kama Mesheki na Tubali. Yanawakilisha eneo la Urusi ya leo na mataifa mengine ya kaskazini. Unabi unaendelea kutaja washirika wengine katika muungano huu wa Uajemi. Kushi, Ethiopia au Sudan ya leo, na Putu, Libya ya leo. Fikiria kwa makini muungano huu wa kiunabii: kiongozi kutoka kaskazini akishirikiana na Iran na mataifa ya Kiafrika kama Libya na Sudan. Sasa, fungua macho yako na uangalie siasa za ulimwengu wa leo. Je, unaona kitu kinachofanana? Katika miaka ya hivi karibuni, tumeona ushirikiano unaokuwa kwa kasi kati ya Urusi na Iran. Wanashirikiana kijeshi nchini Syria, wanabadilishana teknolojia ya silaha, na wanasimama pamoja dhidi ya maslahi ya magharibi na Israeli. Hii si tena nadharia, ni ukweli unaoripotiwa kwenye habari kila siku. Urusi inatoa ulinzi wa kidiplomasia kwa Iran, huku Iran ikipatia Urusi droni kwa ajili ya vita vyake. Hii ni picha halisi ya Gogu na Uajemi wakifanya kazi pamoja. Dalili ya nne ni muungano huu wa mataifa unaojipanga. Dalili nne za kwanza zimehusu vita, siasa na unabii wa kale, lakini dalili hii ya tano ambayo niliwaahidi itawashtua ni tofauti. Haionekani kwenye ramani za kijeshi au kwenye vikao vya Umoja wa Mataifa, inaonekana ndani ya moyo wa mwanadamu. Katikati ya hofu, wasiwasi na kelele za vita, kuna njaa kubwa ya kiroho inayolipuka kote ulimwenguni. Hii, ndugu zangu, ndiyo dalili yenye nguvu kuliko zote. Fikiria hili. Wakati ulimwengu unapoonekana kwa karibu kusambaratika, watu wanaanza kuuliza maswali ya msingi. Siyo tena nitapataje pesa zaidi au nitanunua gari gani jipya? Maswali yanabadilika na kuwa, kuna maana gani katika haya yote? Kuna kitu baada ya maisha haya? Mungu yuko wapi katikati ya machafuko haya? Hofu ya vita na uwezekano wa mwisho inawasukuma watu kutoka kwenye usingizi wao wa kiroho. Nabii Yoeli akizungumzia siku za mwisho, alisema na itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili. Hiyo ni Yoeli 2:28. Alitabiri kumiminwa kwa Roho Mtakatifu ambako kungeambatana na ishara mbinguni na duniani, damu na moto na nguzo za moshi, maelezo yanayofanana sana na vita. Anachosema ni kwamba katikati ya hukumu na machafuko kutakuwa na fursa kubwa ya wokovu na uamsho, na hili ndilo tunaloliona katika nchi ambazo zilikuwa zimefungwa injili kama vile Iran yenyewe. Kuna ukuaji wa kasi zaidi wa kanisa la nyumbani duniani. Watu wakichoshwa na utawala wa kidikteta na dini isiyo na matumaini, wanamkimbilia Yesu kwa siri, wakitafuta amani ambayo ulimwengu hauwezi kuitoa. Mateso na hofu vinazalisha imani ya kweli. Dalili ya tano ni kwamba Mungu anafanya kazi kwa nguvu katikati ya dhoruba. Rafiki yangu, tumesafiri pamoja kupitia maandiko na matukio ya sasa tumeona jinsi Iran ilivyotajwa, jinsi Israeli inavyotumia Biblia, jinsi maneno ya Yesu yanavyotumia, jinsi muungano wa mataifa unavyojipanga, na jinsi njaa ya kiroho inavyolipuka. Sasa lazima tuelewe ukweli huu mkuu: Biblia siyo tu kitabu cha hadithi za zamani, ni neno hai la Mungu, linalopumua, linalofanya kazi na linalotimia mbele ya macho yetu. Vita hivi kati ya Israeli na Iran siyo tu taarifa ya habari unayoweza kuizima, ni dalili ya nyakati ni kengele ya Mungu inayoita ikituamsha, kutoka kwenye usingizi wetu. Ni ishara kwamba pazia la historia hii linaelekea kufungwa na Bwana wa utukufu yuko karibu kurudi. Swali sio tena, je, haya yanatokea? Swali sasa ni nitafanya nini kuhusu hilo. Huu si wakati wa woga, bali ni wakati wa uamuzi. Sasa ndiyo wakati wa kuchukua hatua. Ni wakati wa kuokoka, kumkabidhi Yesu maisha yako kama Bwana na mwokozi wako. Ni wakati wa kutubu, kugeuka kutoka dhambini na kumrudia Mungu. Ni wakati wa kuomba, sio tu kwa ajili ya usalama wetu, bali kwa ajili ya amani ya Yerusalemu, na kwa ajili ya roho zinazopotea. Na zaidi ya yote, ni wakati wa kujiandaa kwa kurudi kwa Yesu Kristo. Tafadhali bonyeza like kama umebarikiwa, subscribe ili usikose video zijazo, na muhimu zaidi, shiriki video hii na mtu yeyote unayemjali. Tuwe macho, tuombe, na tusimame imara kwa ukweli wa neno la Mungu. Yesu anarudi. Je, uko tayari?